Karibu mtazamaji. Rais Ruto anatarajiwa kutoa taarifa kuhusu hali ya taifa katika kikao maalum cha mabunge yote mawili. Hotuba ya rais inatarajiwa kuangazia mafanikio na changamoto za serikali. Hotuba hiyo ni ya kikatiba ambayo rais anawajibika kutoa hotuba bungeni kila mwaka kuhusu hali na mustakabali wa taifa. Wanahabari wetu Stephen Leto, Emmanuel to na Melita Oletenges wako bungeni ili kufuatilia taarifa hizo na kwa sasa tunaungana nao moja kwa moja, tukianza na uh, Stephen Leto, chairman, tuambie ni yapi ambayo yanafanyika mahali ulipo? Na, uh, muda mchache kuanzia sasa tutakuwa tunampokea Rais William Ruto hapa 9 -9. katika majengo ya bunge kwa maana, uh, hotuba kwa taifa ambayo uh, si, uh, inafanyika kulingana na katiba uh, mara moja kila mwaka ambapo rais anatarajiwa uh, ama anashauriwa ana, ana, ana na katiba kuhutubia taifa kupitia bunge na kutoa tathmini ama mustakabali wa taifa uh, maswala mengi ya kitarajiwa kutokea kwenye uh, hotuba ya rais ikiwemo maswala ya kiusalama masuala ya kiuchumi, masuala uh, ya afya. Baadhi ya kamati za bunge zimekuwa zikitoa uh, uh, mahitaji yao uh, kwa serikali ya kitaifa kuhusiana na yale ambayo wamekuwa wakishuhudia wanapo uh, waita wale mawaziri kufika mbele ya kamati hizo uh, za bunge. Kwa hivyo uh, la mno zaidi, ambapo ambalo rais anatazamiwa ana, ana, ana pia ni kutoa uh, mustakabali ama uh, swala la usalama wa Taifa, uh, je, tuko wapi katika usalama wa kitaifa? Masuala ya kiuchumi deni, uh, deni la kitaifa uh, limefikia wapi na malipo ya deni ya kitaifa uh, ni, ni, ni, ni mkataba upi ambao unazidi, na pia kimaendeleo, pia kimiundo msingi uh, uh, tu ni baadhi ya masuala rais William Ruto anatarajiwa kutoa uh, ama kuelezea bunge alasiri ya leo. Kwa hivyo mengi zaidi tumekuwa tuki uh, uh, fanya pitapita pita zetu hapa bungeni na kuzungumza na baadhi ya wa wabunge. Mwenzangu Emmanuel Toh, akiwa na kiongozi wa wachache katika bunge la seneti na seneta wa kaunti ya Kilifi, a, Stewart Mazayo, tuelezee kulingana na upande wa seneti na upande wa chama cha ODM na upande wa walio wachache, je, ni masuala yapi ambayo ni masuala muhimu zaidi ambayo wanapaswa ama ambao wanataka Rais William Ruto akiendelea kujiandaa katika ikulu ya Nairobi kuhakikisha kwa kwamba ameweka kwenye hotuba hiyo ili autubie taifa. Kwa hivyo Emmanuel, toka upande wa pili. Iwapo unanisikia usukani kwako. Kwa sasa tuko katika upande Eh, tunatarajia kwamba utakuwa tunazungumza eh, na kiongozi wa, wa, eh, la, eh, wa, wa, wa, wa wachache katika bunge la seneti Stewart Madzayo, na bila shaka tuko hapa kwenye lango kuu la bunge la kitaifa ambapo viongozi hao wa bunge takriban 400 washafika kwa ajili ya hotuba hiyo ya Rais William Ruto, ambayo itakuwa inaanza kwa muda wa saa moja dakika 30 zijazo. Na kwa sasa naomba tu nizungumze na kiongozi wa wachache katika bunge la seneti Stewart Madzayo. Eh, leader Nama. Hali vipi kwanza? Ah, ah, yeah. Na, sh na shukuru. Ehem. Niko sawasawa kabisa. Aha, tutarajia vipi nini siku ya leo wakati rais atakuwa anazungumza? Ah, nafikiria rais leo anakuja kutoa taarifa yake ya, ya serikali kulinganisha na vile mambo yameenda ah, katika mwaka huu ah, wa 25. Mm -hmm. Na na tunatarajia kwanza cha muhimu eh, ni kuangalia mambo ya usalama ile tunaita security issues maanake tunaona kwamba uh, watu wetu uh, mambo kuna, kuna mambo yale ya mm -hmm, watu kushikwa kwa lazima right, kuwekwa ndani na hatimaye kupotea. Tumeona vile ambavyo pia wananchi wetu wa Kenya wameweza kusafiri katika nchi zingine kama Uganda na Tanzania, wameweza kushikwa, kuwekwa ndani ya mm -hmm, polisi na wakati mwingine pia kuweza kupoteza maisha yao na ama miili yao pia isipatikane kuna ile kupoteza na mwili ukapatikana na kuna ile kupotezwa na mwili usipatikane. Kwa hiyo tuko na Wakenya wengi sana ambao wameenda katika nchi jirani kama Tanzania na wengine wameenda Uganda, wameshikwa kiholela, ya kwamba na ya kwamba uh, ni watu wamekwenda pengine kwa uchochezi uh, na hali sivyo, wamekwenda pengine kibiashara, wamekwenda pia kutembelea jamii zao na marafiki, kama vile tumeoana watu wanaoana, wanafanya biashara, wanaishi pamoja ana... fika kule wanahangaishwa wana, wanafika kule wanahangaishwa na kushikwa na kuwekwa ndani na hatimaye kupia kuweza kunyimwa nafasi ya kujitetea katika kotini okay. Kwa hivyo uh, kiongozi labda tu tarajia yapi kuhusiana na masuala so, ya ushirikiano wa ODM na chama cha UDA na serikali, manake kuna masuala yale ya broad based. Je, unaonaje mustakabali wa chama kutoka sasa kwenda mbele, itakuwaje baada ya Raila Odinga kuondoka? Uh, no, no, uh, tuko na ile baba alituachia tukiwa tumetia mkataba kwamba kuna ile point zile kumi ambazo zilikuwa zinatakana uh, serikali ya uh, UDA iweze kuchukua hatua na tuko na imani hivi sasa ni kwamba kulinganishana kufikia hivi sasa ni kama ambao, sehemu zingine zimeweza kutimizwa na sehemu zingine ndio nyingi ambazo ndio bado hazijaweza kutimizwa. sehemu zipi hazijatimizwa? Aa, kama vile ambavyo watu ambao wameshikwa, kuna malipo ya wale ambao wali, wali, wali, waliweza kufariki hawajalipwa, hawajalipo ridhaa zao, na pia vilevile vile kuna wale ambao wamelazwa katika right. mahospitali walikuwa na bili kubwa kubwa hazijaweza kulipwa na hatuja hawajaambiwa ni kitu gani kinatendeka ndani ya serikali. Kwa hiyo tunasema ya kwamba zile point zetu zote tulikuwa tumeziweka na baba akatia saini katika mkataba huo, ni kwamba zile, zile ziweze e, kutekelezwa. Uh, uh, mm-hmm. Ndio uhusiano wetu pia unaendelea kuwa mzuri. Na mwisho kabisa eh, Rais tangu miaka mitatu amekuwa afisini unaona ametia ame fora kati ya asilimia mia moja unaona amepita katika asilimia gani? Naweza kusema kufikia hivi sasa Rais amefanya vizuri. Asilimia ngapi? Naweza kumpatia pengine kama asilimia kama hamsini ama 45 na right. Manake kiwango cha Wakenya yeah, right ambao hivi sasa wanaishi katika hali ya uh, uchochole, umaskini. The cost of living ya hii nchi bado haijakuwa nzuri, japokuwa tunaona ya kwamba uh, ndio kumekuwa na hali ya bei ya chakula imekuwa nzuri kidogo, wananchi wanaweza kufaidika mm. Hapo ndio nasema hapo wamejaribu sana. Asante sana huyo kupa... amekuwa mm. Ni seneta wa Kilifi ambaye ni kiongozi wa wachache katika bunge la seneti, na sasa nataka kukamilisha na seneta mwingine maalum, seneta Tabitha Mutinda. Uh, unapendeza kweli mheshimiwa. Uh, leo tunatarajia nini kutoka kwako? Uh, kutoka kwangu ni mm -hmm. Niweze kumsikiza rais kile ambacho amekuja nacho katika bunge letu uh -huh. uh, mambo ambaye angetaka uh, sisi tuwakilishe ili tuweze right. uh, uh, tuwezeu sha infrastructure yetu tukianza na ile tunaita digital infrastructure, kwa sababu mahali tulipo mwaka huu wa 2025 tunawe, tuko katika sekta ya dijitali ambapo kila kitu kimekuwa Dijitali. Kwa ile, infra, ile infrastructure ni muhimu sana ya dijitali na pia infrastructure kama zile za barabara na zingine zivyo makampuni na mengi benki, ndio mambo aa, natarajia niweze kusikiza. Asante sana, asante. Huyo amekuwa ni seneta Tabitha Mutinda ambaye ni seneta maalum na bila shaka aleto. Eh, kuna mengi kabisa eh, takriban saa moja dakika 40 hivi tutakuwa tunaona, tunajua mbivu na mbichi. Uh, ni kweli maanake uh, Rais William Ruto kwa uh, yale hotuba amekuwa ha, akitekeleza. Ni kama tuna hitilafu ya sauti ha, ha, ha, ha, kwa hivyo tumekuwa tukiona kwamba saa sa, sa, nane unusu. Kwa zile hotuba uh, zake zote za Rais William Ruto amekuwa akifika bungeni saa nane unusu kamili uh, e, ishara kwamba mwaka huu pia tunatarajia kwamba hatapoteza dakika hata moja na atafika hapa uh, muda huo huo manake, tayari mle nje uh, kikosi cha majeshi ameanza kufanya maandalizi uh, katika maeneo hayo ambapo rais anafaa kukagua waride kabla apokelewe na spika wa mabunge mawili na viongozi wa wachache na walio wengi katika mabunge yote mbili kisha kufika kule ndani na na kuanza kutoa uh, hotuba yake. Kwa kwa hivyo hivyo uh, hatuwezi andika na mate wino wino. wino. tuna, wino. Oh, ilhali tuna wino. No, kwa hivyo, no. tusubiri tu no. uh, tuone ni yapi atakayojiri, lakini muda mchache pia bado mtarejea mta kuungana nasi tuwapatie mbivu na mbichi ya dakika za mwisho mwisho kabla ya Rais William Ruto kufika hapa. Mawaziri kadha wa kadha tayari uh, wameanza kuwasili; waziri wa afya Aden Duale, waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen. Tushaona uh, vikosi vyao kufika hapa katika uh, majengo ya bunge, manake uh, uh, uh, Rais William Ruto uh, atakuwa akihutubia aki masuala ya kiusalama, masuala ya afya na masuala mengi ikiwemo ya miundo msingi barabara, na hayo ndiyo mengi tunatarajia alasiri ya leo. Naam, Leto, bila shaka tutakuwa tunakupa picha na taswira ya hali ilivyo. Kuna baadhi ya wabunge ambao tunataka kuzungumza nasi, mmoja yuko pale na mmoja anajiita Hussein Waitana, namjua mm, lakini tutakuwa tunazungumza naye baada ya kurejesha studioni kidogo tu, alafu turejee upande huu. Kwa hivyo ni hayo tu kwa sasa, kwako studio. Asante sana Steven Leto pamoja na Emmanuel To kutoka majengo ya bunge ambako tunatarajia rais kutoa hotuba yake kwa taifa.